Takriban nusu ya wanawake walio katika umri wa kupata ujauzito hawana ari au msukumo wa kupata watoto, kulingana na utafiti wa wizara ya afya. Ripoti hiyo ya utafiti ambayo imetolewa kabla ya siku ya kuadhimisha umuhimu wa mpango wa uzazi pia umeonyesha kuwa wanawake wengi sasa wanatumia njia nyingi za kupanga uzazi, kama Brenda Wanga anavyotuarifu. Huku taifa likijiandaa kuadhimisha siku ya ulimwengu ya mpango wa uzazi, utafiti umetolewa na wizara ya afya, ambao unaonyesha kuwa idadi kubwa ya wanawake wenye uwezo wa kupata ujauzito wameamua kukumbatia mpango wa uzazi. Hii inapunguza idadi ya wanawake wanaotaka watoto. That from our data you can see that for 6% of the women do not require more children

contraception. That is family plan. Wizara pia imetangaza kuwa maamuzi ya kupanga uzazi miongoni mwa wanawake imebadilika kutokana na mbinu tofauti za kupanga uzazi zilioko, lakini tatizo la wasichana waliovunja ungo kushika mimba ni kero. Hali ya kupanga uzazi nchini sasa inaonyesha kuwa asilimia sitini na tatu ya wanawake wanatumia mbinu yoyote ya, ya kupanga uzazi ilhali asilimia hamsini na saba wanatumia mbinu za kisasa na asilimia ishirini wanatumia njia ya kupanga uzazi kupitia shindano. Idadi nyingine asilimia kumi na tisa wanatumia vipandikizi huku asilimia nane wakitumia tembe na asilimia nne pekee wanatumia mfumo wa IUD asilimia sita, inasemekana kutumia mbinu za kienyeji. Kaunti ya Nyeri, Kirinyaga na Embu zinaongoza katika idadi ya wanawake wanaotumia mbinu za kupanga uzazi ambayo ni asilimia zaidi ya sabini, huku kaunti za Tana River, Pokot Magharibi, Samburu, Isiolo, Trukana na Kwale zikiwa na idadi ndogo ya watumiaji ambayo ni kati ya asilimia ishirini na thelathini. Nazo kaunti za Mandera, Wajia, Marsabit na Garissa zimeorodheshwa za mwisho kwa idadi ya wanawake wanaopanga uzazi kwani asilimia kati ya sufuri hadi kumi na nne pekee wanaotumia hii. Pia inamaanisha kuwa katika kaunti hizo watoto wanaozaliwa ni wengi. Serikali inasema itaendelea kuimarisha mbinu za kupanga uzazi miongoni mwa makundi tofauti ya wanawake wakiwemo wasichana na walemavu na hata kuwafikia walioko katika maeneo ya mbali. Brenda Wanga, Runinga ya Yes Citizen.